Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua anataka serikali iweze kutoa majibu na hii ni kwa sababu ya kutekwa nyara kwa mbunge wa Juja George Koimburi aliyepatikana asubuhi ya leo katika shamba la kahawa huko Githunguri. Rigathi Gachagua anasema hali ya George Koimburi ni mbaya na inaonyesha kuwa aliteswa sana na watekaji nyara wake. Hata hivyo, polisi wamekanusha madai hayo anayosema Rigathi Gachagua na wakisema kuwa uchunguzi bado unaendelea kufanywa. Na kwa lugha kimombo, Rigathi Gachagua alisema kuwa I have talked to the doctors and they have confirmed that honorable George Koimburi was tortured by professionals and he has serious soft tissue injuries. Ni maneno aliyosema Rigathi Gachagua. Na tena hakunyamaza Rigathi Gachagua na akaendelea kusema yeye na wandani wake kuwa utekaji nyara wa Koimburi ni njama ya serikali kuwanyamazisha viongozi wa upinzani wanaokosoa serikali, huku familia ya Koimburi ikidai kuwa Koimburi alionyesha kwa, kwa, kwa, kwa njia ya ishara kuwa alilazimishwa kunywa dawa iliyomfanya ulimi wake uweze kuvimba na kupoteza sauti. Tutazidi kuleta mengi yatakayokuwa yamejiri.